Habari za leo, kwa majina naitwa Judith Remi, ni afisa huduma kwa wateja katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tanga alimaarufu kama Bombo. Kwa niaba ya mganga mfawidhi wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Tanga, tunapenda kuwatangazia kuwa hospitali yetu imeanza kutoa huduma ya kulaza wagonjwa katika wodi binafsi, yani private ward. Wapendwa wateja, wodi hii ni ya kisasa na ni nzuri sana. Kwanza kabisa, tuna vyumba vya aina tatu tofauti. Tuna vyumba vya kawaida ambavyo vitalaza wateja wawili, lakini pia tuna vyumba vya VIP ambavyo vinalaza mteja mmoja. Mwisho tuna chumba cha VVIP ambacho ni chumba na seble, pia kinalaza mteja mmoja. Wapendwa wateja, vyumba vyetu hivi vyote ni vya kisasa. Vyumba vyote vina vifaa tiba vya kisa, vya kisasa. Pia kila chumba kina mfumo wa simu ambayo itamwezesha mteja kutupata muda wowote. Kila chumba ina huduma ya free internet, TV pamoja na mfumo wa hita ambayo itamwezesha mteja kupata maji ya moto awapo wodini. Wapendwa wateja, wodi hii inaruhusu ndugu wa mteja kukaa na mgonjwa ama mteja wetu ndani ya masaa 24 awapo wodini. Lakini pia ina huduma ya sitting room kwa ajili ya wateja kufika na kupumzika, kupunga hewa safi. Lakini pia tuna mazingira mazuri katika wodi yetu, kwa sababu tupo karibu na bahari, ambapo itamwezesha mteja katika kuzunguka kupata hewa safi na kujisikia vizuri, atajisikia amani kwa sababu mazingira ni mazuri, masafi. Karibuni sana Bombo Hospitali. Afya yako dira yetu.